E, mapya yaibuka mjani akipatiwa hati yake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti laku la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini uhamiaji wafunguka sakata la heche kuzuiwa kusafiri, wahamiaji wafunguka sakata la heche kuzuiwa kusafiri. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti laku la Mwananchi, pata yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema jamhuri ya mjibu lisu e, pingamizi la video ya hotuba yake E, Jamhuri ya mjibu Lisu e pingamizi ya video ya hotuba yake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini waliojaribu kumteka mfanyabiashara Tarimo jela miaka saba, waliojaribu kumteka mfanya biashara Tarimo jela miaka saba. E, lakini bado kuna habari inaosema Samia ahidi upanuzi wa barabara Mkuranga paka Kilwa hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. E, huyo ni Rais Samia Suluhu Hasani ahidi upanuzi wa barabara Mkuranga e, mpaka Kilwa. Lakini chama cha ACT Wazalendo chasema silaha yetu e, kushinda uchaguzi ni kujitokeza kupiga kura. Hicho ni chama cha ACT Wazalendo chasema silaha yetu ni kujitokeza kupiga kura, lakini mwalimu atua Morogoro e, akilia viwanda kugeuza E, magara ya chakula. Huyu ni mgombea wa urais wa chauma e, mwalimu e, atua Morogoro, alia na viwanda kugeuzwa magara ya chakula. Hiyo ni habari inapatikana kwenye, kwenye, kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na gazeti gazeti la la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, inaanza na habari inayosema kutosomana kwa mifumo e, ya mamlaka za serikali ni chanzo cha maafa E, kutosomana kwa mifumo ya mamlaka e, eh, serikali ni chanzo cha maafa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa juu, lakini habari kubwa inasema Lissu akamisha kesi kwa makusudi. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe, inasema Lissu akwamisha kesi kwa makusudi. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa mbele kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pate nakale yako kwa habari kwa kinam, ni kuna habari inaosema Samia eh, asema miradi mikubwa inakuja E, Pwani, huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan asema miradi mikubwa inakuja e, Pwani. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Kuna habari inayosema mjane mjane arudishiwa nyumba iliyopokwa kisa deni la mumewe e, mjane arudishiwa nyumba yake iliyopokwa kisa deni la mume wake. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele ni kuna habari inayosema Ruto amtunuku tuzo ya heshima ya juu Raila Odinga marehemu. E, Ruto amtunuku tuzo ya heshima ya juu marehemu Raila Odinga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kidam. Na tukiachana na gazeti lako la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la mwana la mwana habari kwenye habari kubwa zopo kipombele inaanza na habari inasema Dr. Samia ahidi kumaliza tatizo la mafuriko eh, pwani. E, eh, Dr. Samia ahidi kumaliza tatizo la mafuriko pwani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye ukurasa mbele wa gazeti lako la Mwanahabari. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Kile kuna habari inasema TRA e, yahimiza wafanyabiashara wadogo kuendelea kutumia eh, ya dawati la elimu eh, ya kodi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari kubwa inayosema Rais Samia uwekezaji mkubwa unakuja kwenye sekta ya uvuvi. Huyo ni Rais Samia asema uwekezaji mkubwa unakuja kwenye sekta ya uvuvi. Ni RC Charamila amaliza mgogoro wa nyumba e, yaliyopokwa mjane. Huyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Mwanahabari sasa, tuangazie kwenye gazeti lako e, gazeti la Machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema Dr. Samia kufanya mikutano ya kampeni da kuanzia Oktoba ishirini na moja. E, huyu ni Rais Samia Suluhu Hassan n kampeni zake Dar es Salaam kuanza Oktoba ishirini na moja. Yuni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kurasa wa mbele. Yuna habari inayosema mradi wa SGR, e, muhimili, muhimili mpya na uwekezaji kwa ajira Tanzania. Yuni habari napatikana kwenye gazeti lako la Machinga, e, e, la Machinga kwenye kurasa wa mbele habari inayosema, eh, RC Chalamila arudisha tabasamu kwa mjane, eh, RC Chalamila arudisha tabasamu, eh, kwa mjane. Ni baada ya kupambania kupata nyumba yake iliyopokwa, eh, kwa deni alilokopa mme wake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, la wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Patenekale yako kwa habari kwa kina Akia chana gazeti lako la Machinga, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Majira asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la Majira, la Majira, linaandika bila bila watoto wa mitaani inawezekana. Lakini kuna habari inosema ukurasa wa gazeti lako la Majira inasema e, zaidi ya mabinti 1700 wanusurika kukeketwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira inasema zaidi ya mabinti 1700 wanusurika kukeketwa. Lakini tukiachana gazeti kwa tena na habari hiyo tuangazie, kuna habari inosema ACT Wazalendo wajipanga kulinda ushindi kikamilifu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira inasema ACT e, na Wazalendo wajipanga kulinda ushindi kikamilifu. Hiyo ni habari ukurasa wa mbele wa gazeti lako la majira. Lakini mikutano ya kampeni ya Dr. Samia ya Tikisa Rufiji, mikutano ya kampeni za Dr. Samia ya Tikisa Rufiji. Lakini kuna habari inosema mgombea urais wa chama cha Kafu e, asema atagawa upya ardhi kwa wanaotaka. Huyo ni mgombea urais e, wa chama cha Kafu asema atagawa upya ardhi kwa wale ambao wanataka. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la majira a, ukurasa wa mbele pate nakala yako, kwa habari kwa kina na tukio sana. na gazeti la majira, gazeti la, tuangazie sasa kwenye gazeti la kula uelekeo linaanza na habari inayosema Rufiji kushuhudia mageuzi makubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo inasema Rufiji kushuhudia mageuzi makubwa. Kibiti kupewa kipaumbele cha barabara. E, Kibiti kupewa kipaumbele cha barabara, hiyo ni habari pia kwenye gazeti la kula uelekeo. E, hizo ni sera na kampeni za Rais Samia Suluhu Hassani. E, kuelekea uchaguzi mkuu na tukiachana na gazeti lako la mwelekeo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaanza na habari kubwa inayosema wani wapeni nafasi wagombea e, wa chama cha mapinduzi CCM. e, kiwani wapeni nafasi wagombea wa chama cha mapinduzi CCM. Hiyo ni kauli ya Hemedi ndani ya gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele na e, Dr. Mwinyi asema mageuzi ya kiuchumi imeleta mafanikio e, mageuzi ya kiuchumi yameleta mafanikio hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Dkt. Samia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo asema tutaendelea kuimarisha na kuleta mafanikio Rufiji. Hiyo ni Dkt Samia asema tutaendelea kuleta mafanikio Rufiji, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Kwenye gazeti la Zanzibar leo bado kuna habari inayosema watoto tisa wafanyiwa upasuaji kwa matatizo ya moyo JKCI, watoto tisa wafanyiwa upasuaji E, kwenye hospitali ya JKCI hiyo habari inapatikana kwenye kurasa za mbele kwenye gazeti lako la kula Zanzibar leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo, inaanza na habari inayosema Yanga ya ita mashabiki kwa Mkapa. Hiyo ndio habari kubwa e, kwenye gazeti lako ulikeo limeanza kusema Yanga ya ita mashabiki kwa Mkapa, ni kuelekea mechi ya marudiano zaidi ya kupoteza ugenini kwa goli moja kwa sifuri. Sasa ni viwanja vya nyumbani, wa waita mashabiki wa jaze uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini meneja Pantevo asema sijaridhika na kiwango cha Simba. Eh, huyo ni meneja Pantevo asema sijaridhika na kiwango cha Simba ni baada ya kutoka na ushindi mnono ugenini eh, zidi nzingizini Hot Spurs, lakini eh, meneja Pantevo asema sijaridhishwa na uchezaji wa kikosi cha Simba. Lakini Morocco under 20 mabingwa wa dunia Morocco under 20 ni mabingwa wa dunia. Hilo ni gazeti lako la Mwelekeo e, kwenye kurasa za michezo upata nakala yako kwa habari kwa kina. Ni gazeti lako la Majira linaandika Simba Yanga kutinga makundi kwa kishindo. Eh, Simba Yanga kutinga makundi kwa kishindo, hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Ni TRA yafanya ukaguzi e, BASATA E, TRA e yafanya ukaguzi Pasata. Mbeya City Prison mechi ya Kibabe leo. Mbeya City Prison mechi ya Kibabe leo. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo ukurasa wa michezo. Na tukichana gazeti lako la Mwelekeo tuangazie kwenye gazeti lako la. La kula Mwana Habari ninasema nasema Yanga yafanya mazoezi Malawi yatua usiku da. E, Yanga yafanya mazoezi Malawi, lakini yatua usiku da. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwana Habari ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Dube awanyolea kipara Silver Striker. E, huo ni mwonekano mpya wa Dube e, mpumelele wasema e, Dube awanyolea kipara Silver Striker. Yule habari pia inapatikana kwenye gazeti lako ukurasa wa mbele. Kidi kimataifa yasema Liverpool yaishiwa power. Yule habari kimataifa kwenye gazeti lako nasema Liverpool yaishiwa power. Lakini gazeti lako la wamachinga kwenye kurasa za mchezo linaandika Rushaina atabiriwa unahodha Simba. Arusha e, inatabiriwa unaodha Simba. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Ni shikalo ajiunga na St. George. E, shikalo ajiunga na St. George. Hadi kuna habari inasema Twiga Stars yapiga mkwara Ethiopia Wafcon. Bali inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa e, za michezo. Ngidika chana gazeti lako la Wamachinga, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Leje habari kubwa zipo kwa mbele, inaanza na habari naosema msimamo wa Yanga issue ya kocha mpya. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti inasema msimamo wa Yanga issue ya kocha mpya. Mambo matano yaliyobeba hatima ya Simba na Yanga. E, mambo matano yaliyobeba hatima ya Simba na Yanga ndani ya gazeti la Mwanaspoti kurasa za michezo. E, Ibenge atoa neno kwa Streka Kitambala. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti habari inasema Ibenge atoa neno kwa Streka.